Spika wa bunge la taifa Moses Wetangula um, uh, atamwakilisha rais William Ruto katika mazishi ya Papa Francis huko Vatican. Wetangula aliyesema hayo alipoongozwa viongozi wengine akiwemo aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kwenye hafla ya heshima za mwisho kwa Papa Francis katika ubalozi wa Vatican hapa jijini Nairobi. Baadhi ya wabunge wakiongozwa na spika wao Moses Wetangula walifika mapema katika ofisi ya kitume katika ubalozi wa Vatican hapa jijini Nairobi ili kutoa heshima kwa Papa aliyefariki. Viongozi hao walijumuika na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kutoa rambirambi. Viongozi hao wakijumuika na mwakilishi wa Papa nchini Kenya Habatas Mathias Maria van Megen walimkumbuka kiongozi wa kanisa Katoliki ambaye aliwahi kuzuru Kenya mapema katika upapa wake. Marehemu Papa alisifiwa kama Papa mnyenyekevu, mwenye utu, aliyewajali wengine hasa waliokandamizwa katika jamii.

has spoken for the oppressed, whether it was in Indonesia, whether it it was was in in Indonesia, Gaza. Na huko Nyeri makasisi mashemazi wana seminari na jamii ya waumini wa kanisa Katoliki walikongamana katika kanisa la Katoliki Dayosisi ya Nyahururu kukumbuka Papa Francis. Baba Mtakatifu ametuonyesha haya ya kwamba it is so beautiful

Wakati Papa Francis akikumbukwa hapa nchini Kenya, huko Vatican, siku ya pili ya utazamaji hadharani wa maiti yake ilishuhudia ya mamia ya maelfu ya waumini na mahujaji wakipita mbele ya jeneza lake kwenye kanisa la St Peter's Basilica. Kanisa hilo lilisalia wazi hadi asubuhi ya ya leo na inakadiriwa kufunguliwa hadi usiku wa manane ili kuwapa waumini wengi nafasi ya kuutazama mwili wake waumini watapata fursa ya kutazama mwili wa Papa hadi Ijumaa jioni kabla ya jeneza hilo kufungwa kabla ya maziko siku ya Jumamosi. Kulingana na mila na desturi za Kikatoliki, sarafu kumi na mbili zitawekwa kwenye jeneza kabla ya kufungwa, kila moja ya sarafu ikilinganishwa na mwaka ambayo imetengenezwa wakati wa utawala wake. Huku maombolezo yakiendelea, mchakato wa kumchagua mrithi wa Papa Francis unaendelea. Kusanyiko kuu la tatu lilifanyika asubuhi ya leo huko Vatican, likiwaleta pamoja makardinali 113 Brenda Wanga, runinga ya Citizen.